Mtazamaji, karibu katika kipindi maalum cha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini leo Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ndio hao ambao tutazungumza nao. Mimi naitwa Violet Msnakaya. Kwa kuanza, tunaanza na Mheshimiwa Waziri Hawa Ghasia ambaye yeye atazungumza ni jinsi gani toka 2010 2013 wameweza kugusia na kutekeleza na kuwajibika katika kuwezesha ilani elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano yapokuwa miaka imepita mitatu tu, lakini wameweza kupiga hatua kubwa sana. Lakini kubwa kuliko yote, amehimiza sana watendaji watimize majukumu kazi zao na watambue umuhimu wao kwa wananchi. Karibu sana. Kwanza kwa upande wa, upande wa, wa watendaji, tunaomba wawe waadilifu, wawe waaminifu, ili waijengee serikali imani kwa wananchi na pia tumetoa maelekezo kwamba pesa zote tunazopeleka katika halmashauri hasa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo na hata za matumizi mengineyo, ni lazima waweke katika mbao za matangazo, mikusanyiko ya watu, iwe stendi, iwe sokoni, hata kwenye mti wabandike, ili wananchi wajue serikali imeleta kiasi gani kwenye halmashauri yao na ni za matumizi gani lakini pia tunataka wanavotekeleza miradi katika maeneo yao, lazima wananchi wajue hii barabara inajengwa, hii zahanati inajengwa, serikali imeleta kiasi gani, kwa hiyo hii barabara inajengwa kwa gharama gani, ili wananchi na wenyewe wawe walinzi kwa niaba ya serikali. Kwa sababu ukisema sisi, mimi na manaibu wangu tuko watu watatu, hatuwezi kila kijiji tukapita tunasimamia, lakini kule tumepeleka wataalamu, lakini kwa upande wa wananchi pia wamewateua waheshimiwa madiwani waheshimiwa madiwani wakasimamie maslahi ya wananchi. Kwa ninachowaomba wananchi na waheshimiwa madiwani, na wenyewe liwe ni jicho la kusimamia miradi yao, kwa sababu mi naamini kabisa madiwani wakiwa madhubuti na wananchi wakiwa madhubuti, kwa pamoja na watendaji, tutakuwa na miradi iliyotekelezwa kwa ubora ambayo itatoa huduma nzuri kwa wananchi. Kwao niwaombe wananchi pale ambapo wanaona kitu hawaelewielewi wasisite kuuliza, wasisite kutoa taarifa kwenye vyombo ambavyo vinasimamia udhibiti. Tunao TAKUKURU, tunao wakaguzi wa ndani, tunao wakaguzi wa nje. Kwa maana kila mkoa wapo ofisi TAKUKURU kila, kila wilaya wapo, lakini bado tunao madiwani wetu, tunao wakuu wetu wa wilaya, tunao wakuu wetu wa mikoa. Wote hao tunaweza tukawatumia katika kutoa taarifa na kuonyesha maeneo gani watusaidie, pale ambapo tunaona haturidhishi na kila kinachoendelea. Na leo hii tuko katika ofisi ya wa waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Tamisemi. Kwa bahati nzuri tunakutana na mtendaji mkuu kabisa wa wizara hii husika ambayo inamgusa mwananchi moja kwa moja, namzungumzia Mheshimiwa Katibu Mkuu Jumanne Abdallah Sagini. Mimi naitwa Violet Msindakaya, karibu sana ili tuweze kumsikiliza ana yapi ya kutueleza. nakushukuru sana mtangazaji Violet kwanza nami ni kushukuru kwa pongezi lakini zaidi ni mshukuru Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake kwa kuniamini na kunipa jukumu hili kubwa katika uongozi wa wizara za nchi yetu. Ninachoomba ninyi wadau, wananchi kwa ujumla, watumishi wote, watu wa sekta ya Tamisemi, watimize wajibu wao vizuri kama sehemu ya kunisaidia mimi kwenye kusimamia kiutendaji sekta hii ya Tamisemi. Eh, baada ya utangulizi huo sasa nirudi kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Kuna maeneo kadhaa ambayo tulitakiwa kuyasimamia na kuhakikisha kwamba yanafikia malengo yaliyokusudiwa. Moja kubwa ni kuziwezesha mamlaka za serikali za mitaa kwa njia ya ruzuku, watumishi na miongozo, ili waweze kutoa huduma bora kwa wananchi kwenye eneo hili naweza nikasema kwa kweli Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI imetimiza wajibu wake na hivyo kuwezesha huduma za kiuchumi na kijamii kwa wananchi wetu ziweze kutekelezwa vizuri. Kwenye upande wa huduma za kiuchumi kwa mfano, katika kipindi cha miaka miwili mitatu iliyopita halmashauri karibu zote zimesimamia na kutekeleza azma ya kuimarisha shughuli za kilimo kwa kunua power tillers na matrekta kwa ajili ya kuongeza kasi ya ukulima na hatimaye nchi jitosheleze kwa chakula na mazao ya biashara. Lakini kwa upande wa huduma za kijamii, mtaona kwamba karibu kila kijiji sasa kina dispensari na karibu kila kata kuna juhudi za kuhakikisha kwamba tunajenga vituo vya afya ili huduma za utoaji, shughuli za utoaji wa huduma za afya ziweze kufanyika kwa ukamilifu. Kwenye upande wa maji, utaona pia kwamba kuna juhudi kubwa na hasa katika kipindi hiki cha utekelezaji wa dhana ya Big Results Now, tekeleza sasa kwa matokeo makubwa, miradi mingi ya maji inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa, na kwenye hili ninao wajibu wa kuishukuru Wizara ya Maji ambayo kwa kweli imeondoa vikwazo vingi ambavyo vilikuwa vinachelewesha utekelezaji wa miradi ya maji. Kwa mfano, dhana ya no objection imeondolewa, wale wataalamu walio kwa ngazi ya wizarani wahandisi, wakisubiri miradi mbalimbali kutoka kwenye halmashauri ije wizarani kwa ajili ya kutoa no objections, sasa wameteremshwa kwenye ngazi ya mikoa, ili wawe karibu na zile halmashauri. Kwa halmashauri kama ina andiko lake la mradi, mtaalam yuko mkoani, atakwenda kwenye halmashauri, atawasaidia, ili andiko likitoka, basi fedha ziweze kutoka. Kwa hiyo itakuwa imepunguza ile muda mrefu wa kusubiri. Mtazamaji, baada ya kusikia mafanikio ya jumla ya TAMISEMI na taasisi zake, sasa na tuwapeleke kwenye taasisi zo moja kwa moja ili muweze kuiona moja baada ya nyingine, na kwa kuanzia tunaenda moja kwa moja katika chuo cha serikali za mitaa Hombolo, kilichoanzishwa mwaka 1994 kwa lengo la kutoa mafunzo ya muda mfupi na mrefu juu ya taaluma stadi, na mbinu za uendeshaji wa serikali za mitaa kwa viongozi na watendaji walio katika ngazi mbalimbali mbali za mamlaka za serikali za mitaa. Mafanikio yapo na kwa ujumla chuo cha serikali za mitaa tunajivunia mafanikio hayo, na mafanikio hayo ni kama yafuatayo la kwanza kwanza chuo kimeongeza idadi ya wanafunzi e, kama nilivyosema kutoka, mia, kutoka 86, mwaka 2007 2008 hadi kufikia 2347 mwaka huu wa masomo lakini pia chuo kimeweza kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa kozi zaidi ya ishirini na nne na, na zinazohusu uendeshaji katika, e, katika sare, mamlaka za serikali za mitaa na e, jambo jingine ambalo tunajivunia ni kwamba chuo kimeongeza idadi ya kozi e, ndefu kutoka kozi nne zilizokuwepo awali hadi kozi nane katika mwaka wa masomo 2011 2012 na mbili Taasisi nyingine iliyo chini ya TAMISEMI ni Bodi ya Mikopo ya Serikali za Mitaa yenye jukumu la msingi ni kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwenye halmashauri kwa ajili ya kutekeleza miradi inayolenga kuongeza shughuli za kiuchumi na mapato al ya halmashauri ili kujiletea maendeleo. Mkurugenzi wa bodi hii anaelezea mafanikio yaliyofikiwa na bodi yake. E, mafanikio kama nilivyosema kwamba majukumu yake makubwa ni kutoa mikopo kwa ajili ya kutekelezea miradi na halmashauri zilizokopa zimeweza kutekeleza miradi mbalimbali mbali ambayo imeziletea mafanikio hizo eh, mamlaka za serikali za mitaa zinazohusika. Na kati ya miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa masoko kwa mfano, tuna manispaa ya Moshi ambayo imejenga soko, tuna manispaa ya Songea ambayo imejenga soko, lakini pia kuna ujenzi wa vituo vya mabasi kama vile jiji la Mwanza wamejenga kituo cha mabasi. Eh, manispaa ya Msoma wamejenga kituo cha mabasi eh, pia Geita nao wamejenga kituo cha mabasi, lakini pia kuna ujenzi wa kumbi za mikutano, kwa mfano halmashauri ya jiji la Mbeya imejenga ukumbi ambao unaitwa Benjamin Mkapa Conference Hall kutokana na fedha za mkopo kutoka kwenye taasisi hii lakini pia kuna suala zima la ununuzi wa zana za kazi. Kwa mfano, kuna mamlaka ambazo ziliwahi kununua maroli aina ya tipa na aina ya box board kwa ajili ya kutekelezea miradi ya maendeleo. Lakini pia tumeweza kutoa mikopo kwenye mamlaka kwa ajili ya ununuzi wa greda, kijiko kwa ajili ya kufanyia pia shughuli za maendeleo kwenye mamlaka hizo. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya mafanikio ambayo yametokana na mikopo hii tunayoitoa kutokana na taasisi hii. Mfuko wa pensheni wa serikali za mitaa LAPF nao pia uko chini ya TAMISEMI. Mfuko huu ulianzishwa mwezi Novemba mwaka 2006 kwa lengo la kutoa mafao bora kwa wanachama wake ambao wakati huo walikuwa ni watumishi wa serikali za mitaa, lakini kwa sasa unawahudumia Watanzania wote. Eliudi Sanga ni mkurugenzi mkuu wa LAPF, yeye ana haya ya kutuambia. wanachama wa mfuko wameongezeka sana kulinganisha na miaka miwili mitatu iliyopita, lomosi wameongezeka hadi mara mbili, kutoka wanachama kama elfu hamsini na tano miaka minne iliyopita kufika wanachama mia moja na nne sasa, kwani zaidi ya mara mbili. Uwekezaji wa mfuko umepanuka sana na matukio yake, thamani ya vitega uchumi mbalimbali ambavyo mfuko unavyo sasa imeongezeka kutoka bilioni mia mbili kumi na sita iliyokuwa miaka mitano iliyopita kufika bilioni mia tano thelathini na tisa Kwa hiyo nazokawa nani zaidi ya mara mbili mm -hmm. Shirika la elimu Kibaha liloanzishwa mwaka 1970 kwa madhumuni ya kuchangia katika lengo la taifa la kupambana na ujinga, umaskini na maradhi, nalo pia liko chini ya TAMISEMI kwa sasa. Shirika la elimu Kibaha linatoa elimu kupitia shule ya Kibaha na kutoa huduma za afya na matibabu kupitia hospitali teule ya Tumbi, pia inatoa elimu ya utabibu. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa shirika la elimu Kibaha. Hebu mtazamaji, tupate kumtazama na lipi la kuzungumzia kuhusu shirika hilo la elimu Kibaha. Maendeleo ya ambayo tunaweza tukajivunia ni kwa mfano, katika miaka 43 iliyopita tulikuwa na uh, kituo cha afya. Kwa sasa tuna hospitali teule ya rufaa ya mkoa wa Pwani. Hii ni step moja kubwa sana ambayo tunaweza kujivunia kama serikali au kama shirika la elimu Kibaha. Na katika kufanya hivyo, katika mipango yetu ya kawaida uh, chuo cha maafisa tabibu kwa mfano nacho kimeendelea kutoa huduma ambayo wakufunzi wa, wa wanaomaliza shughuli hiyo wameweza kusaidia kutoa huduma katika hospitali zetu za, za zilizoko mikoani na zingine ambazo ziko katika mizunguko ya shirika la Mkiba. Licha ya hiyo kuna shughuli zingine ambazo zinafanyika katika shirika la Mkiba. Kwa mfano eli ambayo ni msingi mkuu wa kuondoa ujinga. Uh, katika miaka 40 iliyopita. Um, uh, elimu limeongezeka kwa mantiki ya kuwa e, kulikuwa kuna shule moja, sasa hivi tuna shule tatu. Hii imesaidia kuongeza wanajumuia walio katika eneo la shirika mkibaa kupata nafasi sehemu hiyo. Pamoja na hayo, kuna community development kama idara ambayo wenyewe wanashughulika na kuondoa umaskini. Kuna shughuli za kawaida ambazo zinawalenga wana kijiji na Watanzania wengine, kwa mfano shughuli za useremala, shughuli za fundi umeme wa majumbani, shughuli za magari. Hii yote inasaidia sana katika kumeta uh, kuondoa maskini ambao ndio lengo kubwa la shirika la elimu Kibaha. Mengine ni pamoja na kuwa tuna miradi ambayo tumeianzisha ambayo inaendelea, kwa mfano kuna mradi wa kuku, kuna mradi wa ng'ombe. Miradi hii huwa inatoa mafunzo ya watu kuja kuangalia ni jinsi gani tunafundisha na ni jinsi gani tunaweza kufanya huduma bora katika shughuli hizo ili kuweza kujiondoa katika hali ya umaskini. Taasisi inayotufungia pazia la taasisi zilizo chini ya TAMISEMI ni wakala wa usafiri wa haraka katika jiji la Dar es Salaam, maarufu kama Dati. Kwanza tunaweza tukasema kwamba tumekwisha kamilisha usanifu wa mradi kwa jiji zima la Dar es Salaam. Mradi huu kwanza, ni vema watu wakafahamu kwamba unatekelezwa kwenye jiji zima la dar es Salaam, sio barabara ya morogoro peke yake. Kwa kifupi, mpaka sasa hivi tumekamilisha usanifu wa kina wa awamu ya kwanza, kama ambavyo tunaonekana tuko barabarani, tunajenga miundombinu ya awamu ya kwanza. Lakini ni vema pia wananchi au watanzania wote kuelewa kwamba awamu ya kwanza haiendi barabara ya morogoro peke yake tuko pia barabara ya Kawawa tukianzia Magomeni mpaka eneo la Moroko, na pia barabara ya Msimbazi au mtaa wa Msimbazi tunaanzia eneo la Faya mpaka eneo la gereza Nikota. Eneo hilo lote kwa ujumla ni kilomita 20.9. Kwa hiyo naomba kusema kwamba sasa hivi tuko katika swala la ujenzi wa miundombinu ya awamu ya kwanza katika eneo e, letu la mafanikio, pia tungelipenda kutoa ufafanuzi kama mtangazaji ulivyosema, wakala wa mabasi endayo haraka kwenye jiji la Salaam. Hiyo ni moja ya mafanikio, kwani ilikuwa ni juhudi ya serikali kuwa na taasisi maalum ambayo inasimamia utekelezaji wa mradi huu. Wakala umeanzwa tanguwaa na, na ulizinduliwa mwaka na yetu mingine ni kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zinapitika kwa urahisi bila msongamano lakini sasa hivi wakala umeelekeza zaidi juhudi yake katika kuhakikisha mradi umabasa, haraka, wa mabasi aendayo haraka unatekelezwa. Naitwa Denis Shimwangale, mratibu wa miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia katika Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. E, miradi hiyo e, kwa sasa hivi tuna mradi ambao tumeutekeleza unaitwa mradi wa TSSP au mradi wa kimkakati wa kuendeleza miji katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania Bara. Lengo kuu la mradi huu ni kuboresha viwango na kurahisisha ufikiwaji wa huduma za mjini kwa kukarabati na kupanua miundombinu ya miji pamoja na kuimarisha uwezo wa taasisi husika katika kuboresha mapato na usimamizi wake. Mradi huu unatengenezwa katika miji saba ambayo ni Tanga, Arusha, Mwanza, Kigoma, Mbeya, Mtwara na mamlaka ya ustawishaji makao makuu Dodoma c mradi huu unagharamia maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni kuendeleza miundombinu na huduma za miji. Sehemu hii inahusika na ujenzi wa miundombinu mbalimbali katika miji husika, kama ukarabati wa barabara ambao ni kilomita 141, ujenzi wa madampo matano vifaa vya kusi, kusimamia taka ngumu, vituo vya mabasi sita, vituo viwili vya, vya kupakia malori pamoja na kilomita kumi na sita za mitaro ya maji ya mvua. TSSP kwa ujumla hayo inasimamia ina, ina, ina, ina inashughulika na maeneo makuu matatu kama livyotaja mwanzo. Eneo la kwanza ambalo ni ya miundo mbinu, alafu kuna eneo moja la kuendeleza taasisi alafu kuna eneo la tatu ambalo ni kwa ajili ya kutayarisha miradi mipya, ambayo katika hiyo miradi mipya ni mradi mmoja wapo ni huu wa kuendeleza hii miji mingine 18 ukiacha na hii miji mingine sawa. Kwa hiyo katika kuendeleza miji 18, na ni mradi mpya ambao unatayarishwa na mji na, na, na, huu mradi wa TSSP huu mradi tunauita urban local government strengthening program, na mradi huu kwa sasa hivi umeshaanza kwa sababu mwaka huu wa fedha 2013 2018 wapenzi watazamaji kwa haya mlioyasikia lazima mtakubaliana na mimi kuwa serikali ya awamu ya nne imeleta maendeleo makubwa kwa taifa hili na pia imepata mafanikio mengi sana kama tulivyosikia wenyewe tamisemi wakielezea na taasisi zake jiji la dar es salaam ni kati ya miji mikubwa sana nchini tanzania ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa serikali za mitaa tamisemi kupitia chini ya awamu ya nne ya serikali chini ya dokta jakaya mrisho kikwete kuna mengi sana amefanywa katika utekelezaji wa ilani, lakini hapa nimesimama. Kama ukiangalia mtazamaji ni sehemu mojawapo tu ya mabasi ya kuenda kasi. Kwa bahati nzuri nimekutana na mwananchi ambaye yeye anajitambulisha jina lake na atazungumza mawili machache mambo. Vipi, safi? Mzima, mzima kabisa. Unaitwa nani? naitwa Gabriel Munyage. Gabriel. Ndiyo, ndiyo. Kutokana na msongamano na shida ambazo zimekuwa kama ni kero kwa mkoa wa Dar es Salaam kuhusiana na usafiri, je, kwa mabasi yanaenda kasi? We binafsi nahisi atasaidiaje? Mimi nadhani kwamba uh, mradi huu utasaidia sana wananchi katika kupata usafiri kwanza uhakika na kufika kwenye maeneo ya shughuli zao kwa wakati, na pia vile vile kupunguza msongamano mjini wa kwenda mjini kwa magari mbalimbali, magari binafsi na magari ya, ya abiria, kwa sababu uh, zamani barabara hiyo ilikuwa inatumika kwenye magari binafsi na barabara hiyo magari ya abiria, lakini sasa hivi kutakuwa kuna barabara maalum ya magari ya ya abiria na magari ambayo binafsi yatapita barabara yake hiyo. Itapunguza sana msongamano. Nashukuru pia kwa kutuletea ujenzi huu na mradi huu, lakini hususan ni kwamba hata pia wakituletea haya mabasi itakuwa ni vizuri zaidi, kuondoa foleni, kuondoa changamoto mbalimbali hususani mbali, tunapoenda makazini, unajikuta mtu umekaa masaa matatu manne, lakini yakija ya haya mabasi itakuwa ni rahisi kufika makazini na sehemu mbalimbali na mimi pia naendelea kuombea mradi huu, yatapoanza yo mabasi sisi wasafiri hususani wazee tutapata nafuu bila wasiwasi na ma. Kwa hivyo tunaombea heri na tunatakia yawe aleke maendeleo zaidi, kuongewa tatizo la usafiri. Ikiwa <coughs> viongozi watasimamia hiyo shughuli ya usafiri, ninategemea imani yao na utekelezaji wao katika kazi yao, watazamaji. Hii ni sehemu mojawapo tu ya wananchi ambao ni Watanzania nimezungumza nao leo. Nilikuwa mkoa wa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam ambapo tulikuwa tunazungumzia taasisi ya DART ambayo sasa hivi wako kwenye kampeni kubwa sana ya kutengeneza mabasi yanayoenda kasi. Hii yote ni kupunguza foleni, kero ya usafirishaji na kuwawezesha wananchi hii ni sehemu si mojawapo tu ya utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi chini ya ofisi ya wa Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Hawa ni wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Tuna wananchi wengine kutoka mikoa mbalimbali ambao utawasikiliza. Naitwa Violet Krisant, maji ya tanga mzindakaya. Asante kwa kunitazama. Karibu tena. Kipindi cha nyuma eneo kama hili nililosimama, mvua zinaponyesha, hasa mvua zinaponyesha, kuvuka kwenda ng'ambu ta enda iti wazazi wawasaidia watoto kuagusha kwenda shule. Kwa hiyo kwa hali hii ya mandhari ambayo inayoonekana hivi sasa hivi ni ya kuridhisha na ni ya kufurahisha sana, yaani yoyote wa akitaja kwamba anakaa cha ng'ombe anajisikia faraja, kwa sababu ni eneo ambalo lenye barabara safi, mipereji inaonekana vizuri, na juhudi hizi kwa kweli zimefurahisha watu wengi, hata vikongwe wanapita barabarani bila wasiwasi. Tulikuwa tunapata shida sana, tabu yani, ukienda sokoni unabebwa, ukirudi unabebwa tena mgongoni, utoe utoe hela mia tano kwenda kurudi elfu moja Madaladala kwenda mjini hapa hayakatishi wala hayapiti, yaani mpaka mvua ipungue. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru, hali hiyo waliotuwekea nzuri sana yani. Kwa ujumla tu tunashukuru sana, tunapata faraja sisi, tunapata faraja yani. Mvua ikinyesha kubwa sana kwaongo limejaa katisha mna, unapita tu barabarani kama kawaida. Mtazamaji kwa aliopita yote kumsikiliza mheshimiwa waziri, katibu mkuu, nafikiri umeelewa jinsi gani kazi ambayo wanaifanya ofisi ya wa waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mimi namaliza lakini kuna mengi zaidi yatakuja. Naitwa Violet Msindakaya, karibu tena siku nyingine, asante <mucho>